Morocco baada ya uh, ile sare dakika arobaini na tano. Yeah. Kipindi cha pili naona kidogo kama walibadili aina ya uchezaji, walikuwa wanapiga sasa mipira ya juu yeah. Na mipira ya juu pengine ndio ambayo imeleta madhara sana kwa Stars kipindi cha pili yeah, na jana wakati tunafanya analisis ya maeneo gani ambayo Morocco wapo bora, nilizungumza hapa kwamba Morocco uh, wanaweza ukawazuia kwenye open play kucheza wakaamua kushinda katika mipira ya juu kwa sababu ukiangalia asilimia kubwa ya wachezaji ambao wanacheza katika kikosi chao mm, wengi wana vimo Angalia kwenye eneo lao la ushambuliaji. Uh, utamwangalia bwana mdogo Saibari, angalia kimo chake. Utamwangalia Yusufu, uh, Yusuf Nesiri. Kuna wakati Yusuf Nesiri alikuwa akisimama katikati ya defenders wetu wawili mpaka unawaonea huruma kwa sababu ni yes, <laughs> kama wanamwangalia kwa staili hii, yani ni, ni, ni, ni mshambuliaji ambaye ana kimo sana, yeah. na si kimo tu, yani physicality yao kwenye kuipambania mipira ya juu, mm. Sababu pengine angeupiga, ah, ule mpira pembeni ungeweza kutoka, mm. Oyo, uh, uh, kipindi cha kwanza hawaku, uh, Morocco jinsi ambavyo walikuwa wana cheza, walikuwa wana composure sana wanacheza zaidi kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye open play mm. kwa sababu kwenye football huwa tunasema unapocheza na timu ambayo inazuia zaidi kwenye eneo lao, kuna njia nyingi sana za kuwafungua. Lakini cha kwanza kabisa, vuta subira wakati unacheza mm. na ndio maana ukiwaangalia uh, plani ya mwalimu Walid Regragui mm. ilikuwa ni kutumia zaidi upande wao wa kulia ambao kwetu sisi ulikuwa ni upande wa kushoto ambapo jana kuna quality kidogo alikosa kwenye upande ule baada ya kukosekana uh, na, uh, Achraf Hakimi kwenye lile eneo. Kwa sababu ukimwangalia Nusairi Mazraoui yes, ni, ni mchezaji mzuri lakini hakuofi yes, yani, ni mzuri zaidi defensively yani kwenye, kushambulia, kuofi vitu vingi zaidi. Combination alikuwa anaitaka kwenye upande ule yeye ni, ni Nusairi Mazraoui pamoja na, na El Kanusi alikuwa anacheza katikati kama namba nane waku, wa, wa, wa, wa, waku, wakulia mm. Pamoja na Ibrahim Diaz kwa hiyo Nusairi Mazraoui anahakikisha anakaa pembeni zaidi mm. Kwa sababu Stars wanazuia chini kwa hiyo timu ikiwa inazuia chini na maana wanafunga zile njia za pasi kwa hiyo lazima cha kwanza kabisa utafute mekanizimu ya kuwatanua. Ndo maana Mazraoui alikuwa anasimama pembeni kabisa, alafu Ibrahim Diaz kuna muda alikuwa anacheza kama free roll. mm. Kuna wakati unamwona anatoka upande wa kushoto, yeah, yes, kuna muda anacheza kulia kwa sababu hata alipokuwa anatoka pale El Kanusi ambaye alikuwa anacheza kama namba nane wa kulia, alikuwa anakuja, ana, ana, anaenda katika eneo lile. Kwa hiyo jaribu kuimagine ilikuwa ni kazi kiasi gani kwa Mohamed Hussein kuweza kukabiliana na hawa watu watatu wote wanakuja kwenye upande wako bado Kibudenis alikuwa anakuja kumsaidia, kuna wakati Novatus anasogea pale, lakini bado ilikuwa ngumu sana kuweza kukabiliana nao. Yani kuna wakati katika football unafungwa alafu unasema mpira umetenda haki, kwa sababu unaangalia ni namna gani unaweza kukabiliana na mpinzani. Angalia goli pia la la pili ambalo wanalifunga. Tulizungumza pia jana, nikasema eneo lingine ambalo Morocco wako hatari zaidi ni kwenye half space. Ukiangalia lile goli ambalo limefungwa, ule ni ile, natoka uwanja wa mazoezi kabisa, yani kwamba tunasema timu ikiwa inazuia zaidi kwenye eneo lao, tunaita fanya ile third man combination kwamba wachezaji wawili wanapasiana mpira, wakati mmoja anafanya movement nyuma yao. Ukimwangalia Novatus alikuwa mbele ya wanaopasiana mpira. Mpira umetoka pembeni kwa, kwa Mazrawi, akapasia kwa Brahim Diaz. Brahim Diaz akageuka akampasia Sofyan Amrabat. Wakati Mazrawi amepasia kwa Diaz akakimbia nyuma ya Novatus. Kwa hiyo wewe ukiwa Novatus unakuwa kwenye sintofahamu. Nikabiliane na ambaye amefanya movement nyuma yangu ana mpira au huyu mwenye mpira? Na, na mwalimu mara zote huwa anamwambia mchezaji kabiliana na huyu mwenye mpira wa, wa, muda wote utazame awe mpira, mpira.